peji mbalimbali huko mtandaoni bwana zimekuja kuripoti kuhusiana na swala hilo, wakiwa wameandika hapa kwamba msanii wa Bongo Flavor nchini Tanzania, Juma Jux amedokeza EP yake mpya ambayo inafahamika kwa jina la A Day to Remember, yani siku ya kuikumbuka. Jux kupitia ukurasa wake wa Instagram ameshare kionjo cha ngoma yake mpya ambayo inafahamika kwa jina la God Design aliyomshirikisha mwimbaji wa Nigeria ambaye anafahamika kwa jina la Fino na kuweka wazi kuwa wimbo huo bwana utapatikana katika EP yake hiyo mpya. Juksi, kupitia ukurasa wake wa Instagram ameweka ujumbe unaosomeka kwamba straight from the heart for the love of my life. It's Pricy. Hii pia ameimba kwa ajili ya mpenzi wake Pricy kutoka moyoni kwake, part of my seven track EP. Yani hiyo itakuwa ni moja kati ya track ambazo zitakuwepo katika EP yake ambayo itakuwa ina nyimbo saba, afakaka pale jina la EP yenyewe kwamba inafahamika kwa jina la A Day to Remember, a soundtrack Yani hiyo, huo ni wimbo kuhusiana na ma historia ya mapenzi yao, yani mapenzi yake yeye na Pricy. Lakini pia kuishia hapo akasema kwamba bwana, this one for our traditional wedding season. Yani hii ni kwa ajili ya ndoa yao ya kitamaduni forever starts now. Yani udaima wao na umilele wao una, unaanza sasa. Pia vile vile nashukuru na kwa upendo kwa kaka yangu Fino kwa ku Oma, umeona bwana, so hivyo ndivyo mambo yalivyo, na hii ni katika wakiwa bado hapo katika hekaheka heka za harusi yao huko Nigeria. Nadhani tuliona harusi hapa Dar es Salaam, lakini pia harusi bwana inaendelea huko Nigeria. Kwa mujibu wa wenyewe, wameweka wazi kwamba hiyo ni traditional wedding, kama wanavyoelewa kwamba wa Nigeria huaga na zile ndoa zao za kimila, na hiyo ndio ambayo Jux ameenda kuitimiza huko Nigeria. So,